Karibu tuingie viwanjani. Safari ya mara Suga FC kwenye kombe la FKF iliendelea Jumatano alasiri ilipopata ushindi wa mabao mawili kwa ndunge dhidi ya compel katika mechi ya mwisho ya robo fainali iliyochezwa mjini Kisumu mechi hiyo ilicheleweshwa kufuatia rufaa ya FC Leopards baada ya kuondolewa kwenye mashindano hayo. Marashuga ilianza vyema mechi hiyo huku mchezaji Noa Otieno akifunga bao la kwanza katika kipindi cha kwanza na kuwapa uongozi wa bao moja kwa nunge kufikia wakati wa mapumziko. Katika kipindi cha pili, Otieno kwa mara nyingine alifunga la pili na kuipa marashuga ushindi wa mabao mawili kwa nunge. Timu hii sasa inasafiri kuelekea Nairobi kumenyana na mabingwa watetezi Police FC. Hii game lazima tushinde, na tukasema tuishinde kwa 90 minutes tusingoje kuenda mapenalty. Na ukiangalia tume, haijakuwa rahisi, imekuwa game ngumu. Najua pia tumecheza games zikifuatano, ukiangalia fatigue pia ime, ime, ime, ime tukost sana kwa hii game. Kwa nime prepare team ku win na football iko na matokeo tatu, so ku win kama imekataa eh, tunge draw tungeenda matuta, ikakataa tume tume lose, you accept eh, lakini eh, preparation yangu yote ka na, na prepare ku win game.